Hali gani mpenzi na mtazamaji, hii hapa ni Tekno Hama leo. Kwa majina naitwa Mr RJ na katika video hii naenda kuzungumzia uh, tips mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuja kuwa content creator ambaye ni bora. Hivi karibuni tumeshuhudia uh, mabadiliko makubwa kwa upande wa science na teknolojia. Kumekuja hizi uh, social media, tukizungumzia Instagram, tukizungumzia TikTok, YouTube, uh, Snapchat na kadhalika na sasa watu wengi wapo huko. uh... Ukiwa una huduma au ukiwa na bidhaa ambazo unazitengeneza au huduma fulani ambayo unaiofa kwa, kwa watu, kwa maana yake content creator, anakuwa anatengeneza mauzui ambayo yanaweza yakasababisha huduma fulani au bidhaa fulani zikajulikana kwa, nani, kwa hadhira. Sasa kuna vitu vya msingi vya kuzingatia ili content zako ziwe bora. Unajua, so kila ambaye anaweza kutoa huduma ataweza kumwafford au kuafford uh, zile professional equipment kama makamera na manini, ila kuna vitu vya msingi tukivizingatia utaweza kupata content ambayo ni bora uh, nadhani content zipo za aina nyingi. Inaweza ikawa kwa mfumo wa poster, inaweza ikawa ni picha, au inaweza ikawa ni video. Lakini mimi sana sana nitajikita kwenye video, kwa sababu content creator wengi wanatumia video na video pia ni njia ambayo ni rahisi, kwa sababu inaweza kubeba information nyingi ndani ya muda mfupi. Lakini pia inaita, ukiitengeneza content vizuri, itakuwa inamvutia mtu ambaye atakuwa anatazama au atakuwa anasikiliza, na ataweza kupata information nyingi ndani ya muda mfupi bila kupoteza muda wake. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ina dependi na kifaa ambacho unatumia, kama unatumia simu au hata kama unatumia kamera, hakikisha umetumia external mikrofoni. Hakikisha umetumia external microphone. Yani usitumie tu mfano kamera yangu ipo huko mbali huko. Ile unaona hapa ni na wireless mic. Hii wireless mic ndio maana unaweza kusikia sauti yangu vizuri. Kwa kama naelezea, uh, product au kama naelezea kuhusiana na huduma fulani, ni rahisi wewe kunielewa. Yaani hata kama sionekani vizuri ila sauti inasikika vizuri, ni rahisi wewe kupata nini? Ni rahisi wewe kuvutiwa na kile ambacho nakielezea. Uh, hilo ni jambo la kwanza la msingi. Kwa hakikisha sauti yako ipo vizuri kwenye content yako. Uh, unaweza ukawa hauna, hauna, hauna, hauna, hauna, hauna, hauna maiki kama hii. Lakini unaweza ukatumia uka, uka, uka, uka simu yako kurekodia sauti. Kwa mfano hapa, nitawasha maiki ya simu yangu hapa. Hii hapa sauti unayoisikia sasa hivi sio ile ya, ya, ya hii maiki bali ni ya simu hapa kwao natumia uh, hii hapa sauti ya kwenye simu ili uweze kuona kwamba kumbe unaweza ukawa hauna wireless mic but ukatumia tu simu na ukapata. Kwa maana yake, hapa utakuwa na device mbili, utakuwa either na kamera au utakuwa na simu ambayo inakurekodi, alafu utakuwa na simu nyingine ambayo inarekodi sauti, alafu baadaye kwenye post production utaunganisha hii sauti ambayo umerekodi kwenye hii simu na ile sauti ambayo ilikuwa inarekodiwa na nini na kamera au na simu nyingine ile ambayo ilikuwa ni, ni ambali ambayo ilikuwa inarekodi uh, zile ambience na kelele zote utaitoa, alafu itabaki ile ambayo uh, ulikuwa unafanyaje, ambayo umeicapture na simu kwa uh, sauti ambayo umeweza kuisikia hapo, uh, ilikuwa ni sauti ya nini ya u unaweza ukaona tofauti k manake unaweza ukaa hauna mic ila ukaweza tu kupata ukatumia simu kama hii alafu ukawezakua ume, uka, umepata nini sauti ambayo ni, ni clean. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakikisha umekaa kwenye mwanga ambao ni mzuri. Hueza unatumia kamera au unatumia simu, lighting ndo foundation ya yaani picha kwa namna zake zote iwe ni video au iwe ni still picture, lazima ukae katika positioning ya mwanga mzuri, ili uweze kucapture vizuri. Ukimesa tuna lighting, umesa na imaging, kwa hakikisha uh, una Haki, yani hakikisha unakaa katika positioning nzuri ya light. Jifunze tu zile basic lighting. Kwa mfano kama mimi jua sasa hivi lipo hapa, kwa maana yake unaweza ukaangalia skin tone yangu inaweza ikaonekana vizuri kwa sababu ya mwanga ulipo, lakini kama ningekuwa nimekaa katika uelekeo wa jua, bila shaka usingekuwa unaniona. Cha kwanza sound, cha pili lighting. Hweza unatumia simu au unatumia kamera, hakikisha umezingatia Uh, lighting itakupa picha nzuri. Jambo lingine la tatu, lakini pia hapo hapo kwenye lighting, kabla sijaenda kwenye jambo la tatu, kama unashuti usiku, jitahidi upate uh, lighting nzuri. Kwa mfano uh, unaweza ukatumia kwa wadada, kuna zile ring light unaweza kununua ukanunua ring light ambazo huwa zinatengeneza soft light. Kwa hiyo unaweza ukazitumia hizo lakini ukipata hela nyingi unaweza ukainvesti kwenye professional video light kwa ambazo zitakusaidia kushuti wakati wa low, wa low light. Lakini pia vifaa vimetofautiana, hizi kamera ambazo zinakuja siku hizi ni high end kamera, mfano hizi kamera za Sony, Canon, hizi professional kamera nyingi zinakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya video, wa kupiga video kali hata kama ni kwenye extreme low light, lakini simu, simu zipo limited kidogo kwa uwezo wa kucapture kwenye nini, kucapture video kwenye, kwenye low light. Kwa hakikisha unazingatia sana swala la nini, la lighting kwao, kisha kuwa na sauti nzuri ukawa na picha nzuri, kwa asilimia nyingi utakuwa na content nzuri. Jambo lingine la tatu ni Composition. Composition ni nini? Nitaelezea kwa ufupi, composition ni, ni, ni ujumla wa kila kitu ambacho kinaonekana kwenye frame yako. Frame ni nini? Chukulia kwa mfano kama ni video, yani kuanzia uh, pale ambapo video yako inaishia lile eneo ambalo kamera yako inachukua ndo tunaweza tukaita au tukatem kama nini kama frame. Sasa composition ni, ni kipi kipo kwenye frame, kipi kipo kwenye frame. Kwa kama mimi hapa kwa mfano uh, composition yangu ni kwamba nipo tu sehemu hapa, kamera yangu huko nyuma imeblur lakini huku nyuma hamna kitu kingine. Kwa maana yake mtu wewe uta concentrate kunisikiliza mimi, ila ningekuwa nimekaa sehemu labda kwenye uh, sokoni eh, na kuelewesha wewe kuhusiana na namna ya kutengeneza content bora, lakini nipo sokoni, maana yake ningekuwa watu wanapitapita hapa, mwingine napita hapa, kwa maana yake composition yangu isingekuwa imenini. Composition maana yake ni kitendo cha yani, namna ambavyo utaweka lile wazo lako au kile ambacho unapaswa kukiwasilisha kisiwe na disturbance, eh? kwa sababu kama mfano ingekuwa mtu mara anapita hapa au kuna watu wanapitapita huko, manaake automatically wewe hauwezi kuconcentrate na mimi, hata kama sauti yangu ni nzuri, hata kama picha unayoiona ni nzuri, manaake kungekuwa na disturbance fulani. Kwa hiyo hakikisha unazingatia composition. Composition ni somo pana sana kwenye filming, lakini nakupa tu kwa uchache wake. kama unajirekodi, hakikisha umejirekodi wewe tu, vile vitu ambavyo ni unnecessary kwenye background havipaswi kuonekana. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne kama aa, angalia je, una rekodi hiyo content yako inaenda wapi? Kama content yako inaenda kwenye hizi social media kwa mfano Uh, labda TikTok, TikTok au Insta zinapokea zile reels in term of, ile vertical vertical mode yani, picha inakuwa imesimama namna hii kwao, kama picha uh, au platform ambao unapeleka content yako, unataka iwethakikisha umerekodi hiyo video ikiwa vertical. Kama unatumia kmea unakuwa crop hiyo video, au unaweza kubadilisha kmea ukailaza hivi ukaisimamisha kmea hivi ikaweza vertical moja kwa moja yake. Kwa hiyo itakusaidia kupata zile content, na content inasaidia kwenye inakua imejaa namnahii namna hii, hii manaake mtu maana ona content ambazo ni reels ambazo zimekaa hivi zinakuwa zina, zinakuwa na performance kubwa kwenye social media tofauti na zile content ambazo nipo, zipo horizontal. Uh, katika aspect ratio labda ya 16 kwa tisa ila ukilivasi ikawa tisa kwa 16 manake hiyo itakuwa ina engage sana content lakini jambo lingine la msingi ni kuhakikisha kwamba umeorganize lile wasilisho lako ume, umeandika. Ikiwezekana andika kabisa kwamba unataka kuwasilisha nini, unataka kuzungumzia labda product fulani. Kwa hiyo wasilisho lako, ikiwezekana andika zile uh, hints ambazo utazipitia, zipitie pitie mara kwa mara, uzirudie ukija kutengeneza video iwe video fupi. Kimsingi uh, watu wana vitu vingi vya kuangalia na wana vitu vingi vya kusikiliza kwa maana yake ukifika na wewe kaanza kupoteza muda, mara unaenda kwenye pointi hii, mara unarudi, maana yake itawafanya watu wa skip. Kwa unakuta kabla hata hujaanza kuzungumzia kile ambacho ulipasa kuzungumzia watu wanakuwa wameshafanyaje? wanakuwa wamesha wameshahama amesha yani, mtu amesha scroll kwa sababu siku hizi kuna vitu vingi sana lakini kitu kingine pia uh, nadhani ni cha tano. Sasa hakikisha kontenti yako inakuwa inavutia, kwa yaani katika vitu vyote hivyo, kuanzia sound, kuanzia uh, lighting, kuanzia composition lakini na, na namna ya uwasilishaji wako we unavutia Otherwise, watu wana vitu vingi sana vya kuangalia au kusikiliza, kwa hata scroll tu. Kuhakikisha umetengeneza namna ambayo itamwingeji mtu kuanzia content yako iwe na mwingeji mtu, mpangilio wako wa vitu huo unaimwingeji mtu uh, lighting yako composition yako iwe na mwingeji mtu, inamfanya mtu aconcentrate kwenye kile ambacho nakiwasilisha. Hayo ni machache kwa siku ya leo. Uh, kuna video yangu kwenye hii page ambayo nimeeleza namna ya kutumia simu kucapta video kali zenye saundi kali kwa ajili ya kutengeneza content. Asante sana. Kama una swali weka kwenye comment, tukutane kwenye video nyingine.